Na li Baraka1 TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mimi ni Rajab Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia, subscribe, Baraka1 TV tukupia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari mwenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kaskazini, mapigano makali, M23 wapora kituo cha afya Miayo. New York, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaipiku Rwanda. New York, Rwanda yapata balaa kubwa uko nchini Marekani. Ikiwa ni tarehe tatu za mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano majira ni saa kumi na mbili asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa moja majira ya Afrika ya Mashariki. Na uko unasikiliza Amka na Baraka 1 TV kutoka DRC. Kumbuka operesheni saidia Muzalendo bado inaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo unaziona kwa screen yako, ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV, na pia usikose kutembelea Baraka One Media ili uendelee kupata matukio mengine yanazidi kurindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini, ambapo mapigano makali. M23 wapora kituo cha afya cha Miayo. Kuanzia tarehe mbili Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano mapigano makali yaliweza kujitokeza upya ikiwa siku ya pili mfululizo kati ya magaidi wa M23 wa Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF huku wakitwangana na wazalendo maeneo ya Remeka ikiwa ni ndani ya sekta ya Katoi tarafani Masisi mkoani Kivu ya Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na vyanzo vyetu, hiyo siku ya tatu tarehe moja, magaidi wa M23 walishambulia mfululizo maeneo mbalimbali ambayo yanamilikiwa na wazalendo, huku wakiongozwa na kamanda Mahachano, lakini yote hayo yaliamkia patupu, maana walikutanana na kizingiti kutoka kwa wazawaza walikuwa wako ngangari, na hivyo kuweza kuzima mashambulizi ya magaidi wa M23. Baada ya mapigano hayo, magaidi wa M23 walifanikiwa kuingia kwenye kituo cha afya cha Miayo na hivyo kupora vitu mbalimbali, zikiwemo dawa za wagonjwa na kusababisha wagonjwa kukimbia hovyohovyo hovyo huku wakitafuta mahala pa kujificha. Vyanzo vingine vinasema huko huko tarafani Masisi katika kitongoji cha Kasopo na Kahanja, magaidi wa M23 walianzisha mashambulizi pia dhidi ya wazalendo, lakini kote huko walikuwa wakiambulia patupu, maana walikutanana na moto kutoka kwa wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vyanzo vyetu vinazidi kutwambia katika kitongoji cha Luke tarafani Masisi na kwenyeo pia, magaidi wa M23 wameonekana kuzishambulia kambi za wazalendo, lakini pia bila mafanikio. Ikiachana na Luke, kitongoji cha Kimoa makao makuu ya groupment ya Waloa yangu na kwenyeo pia kulionekana mashambulizi kati ya magaidi wa M23 pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Wazalendo. Maeneo mengine ni pamoja na Burumbi pia na Kinyumba ikiwa ni kuelekea barabara ya Nyabiondo. Siku mbili za mapigano kati ya magaidi wa M23 na Wazalendo, Chiko Chitambwe amewatia nguvu majeshi ya FRDC na kuwataka kuto kutamani fedha badala yake watamani kupigania nchi, maana nchi ndiyo kila kitu na mali wala haina thamani kama nchi inakuwa aina mani. Na wanajeshi kazi yao ni kulinda nchi, wananchi, pamoja na mipaka na mali za wananchi, mengi na zaidi. Huyu hapa Luteni Generali Chiko Shitambwe la choses c'est l'engagement la determination la oyo ozalinangoola kubundela ikolo nayo mbongo somba bomo ya mtu c'est Dieu la valeur ya bomo ya na mtu lelo

Na baada ya taarifa hizo kutoka maeneo ya Kivu ya Kaskazini, turuke moja kwa moja Washington, ambako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaipiku Rwanda kwenye mjadala kati ya mataifa kwenye baraza kuu la Umoja wa Mataifa, nchi ya Rwanda imekuwa ikilalamika na kutaja FDLR na pia ikitaja matamshi ya ubaguzi. Kitendo hicho kimeweza kuipa njia nyingine Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ilikuwa ikiwakilishwa na balozi wake ndani ya baraza la umoja wa mataifa na alikuwa na haya ya kuzungumza, kutokana na kulialia kwa Rwanda dhidi ya FDLR na dhidi ya matamshi ya ubaguzi si

Unaendelea kusikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni saa 12, saa za Afrika kati, saa moja majira ya Afrika ya Mashariki. Egide Kizenga Tembele

pia unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Sendo pamoja na east Africa, na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika Kusini pamoja na Europe. Na baada ya taarifa hizo, tuingie tubaki huko huko maeneo ya New York, ambako Rwanda yapata balaa kubwa huko nchini Marekani, ndani ya baraza la Umoja wa Mataifa, nchi zote zimetaka Rwanda kuweza kuondoa vikosi vyake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haraka iwezekanavyo, na pia Umoja wa Mataifa kupikia, kupitia mwakilishi wa eh, upitia mwakilishi wa kitengo hicho cha Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bintu Keita ameweza kuzungumzia hali jinsi pagaidi M23 wanavyofanya, Rwanda wanavyofanya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwataka waondoe majeshi yao haraka iwezekanavyo. Ufaransa pia ilitaka hivyo hivyo, Marekani, Urusi, Uchina.

sanglant et encore aggraver la situation humanitaire et réduire à néant les initiatives de médiation internationale c'est inadmissible. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi hii ya leo ya tarehe tatu mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano. Mengine tukutanane majira ya saa sita, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili usikose kushare kusubscribe pamoja na kulike Baraka One TV.